Meo hii hapa tumepokea seti ya kwanza ya umwagiliaji. Kama mnavyokumbuka katika eneo letu la umwagiliaji tumeligawanya kwenye maeneo mawili. Kuna miradi ya umwagiliaji mikubwa ambayo ndio ile miradi 780 ambayo mule ndani kuna miradi ya, ya uchambuzi yakinifu na tumeanza bado pia kujenga mabwawa makubwa pamoja na miradi mikubwa ya umwagiliaji nchi nzima. Sasa katika awamu ya pili na sehemu ya pili ni eneo la umwagiliaji mdogo mdogo unaitwa micro irrigation kwa ajili ya wakulima wetu wadogo wadogo waliokuwa kwenye mikoani, lakini kigezo viwili, wawe mikoani, lakini pia wawe karibu na sources za maji. Tunaongelea wakulima ambao karibu na mito mikubwa, ambao kwa sasa hivi wanatumia maji ya mito lakini kwa uchache mno na sio kwa ufanisi, na wale ambao wana access ya visima. Hiyo miradi yetu ya umwagiliaji kwenye hii awamu ya pili ambayo tunaita micro irrigation au miradi midogo ya umwagilia inajumuisha uchimbaji wa visima, usimikaji wa miundombinu midogo midogo ya kumwagilia, ikiwemo drip zile pipes, pamoja na sprinkler au unyunyiziaji. Hapa nyuma mtaona mfano wake. Kwa hiyo tulifanya tathmini nzima, na katika awamu hii ya kwanza tumeanza na mikoa saba. Mikoa hiyo ni Mara, Mwanza, Simiyu, Kagera, Ruvuma, Geita na Tanga. Na katika mikoa hiyo saba, wilaya kumi na sita tunaanza nazo kwenye awamu ya kwanza ambao tutafikia vijiji tisini na tatu. Katika vijiji hivi tisini na tatu, tunategemea fikia pakulima kulima elfu mbili mia mbili sitini na nne, ambao wakulima ambao tumeshawabainisha. Na ekari jumla zitakazomwagiliwa wa miundombinu hii ambayo tunaisambaza sasa hivi ni ekari takriban sasa tunampatia mkulima pampu, ambao ina horsepower kumi, ambao ina uwezo mita mia tano, cha maji tunampatia mkulima ambao una uwezo kuvuta maji mpaka mita mia tano kutoka kwenye chanzo cha maji mpira wenye urefu wa mita mia tano mnauona huu mpira ambao hapa tunaonesha jinsi gani inafanya kazi ambapo sisi aina hii, tuna, tuna isambaza sisi katika awamu ya kwanza inaitwa jet 35 au jet 35 ambayo ina uwezo wa kumwagilia ndani ya lisali moja, kwa ekari moja. Kwa hiyo, hawa wakulima, ambao tumeunda kwa vikundi. Kila kikundi kina watu kumi, tunawapatia seti hii moja. Na vikundi vyenye watu thelathini tunawapatia seti hizi tatu au jozi tatu za miundombinu hii. Lengo letu ni kwamba tuachane sasa na ile masuala ya misimu kwa sababu misimu ni kukosa mvua. Kwa sababu hivi tunapoenda wakati miradi mikubwa inaendelea kukamilika na inaendelea ujenzi hawa wakulima wetu kwenye wao waliokuwa kwenye maeneo yenye vyanzo vya maji tunawapatia miundombinu sasa pa kuweza kulima mwaka mzima. Wataweza kulima matuta, wataweza kulima mboga mboga na wataweza kulima mazao mbalimbali. Kama nyie wenyewe ni mashahidi, mkipita kwenye upande upande wa ziwa Victoria, wakulima wetu wapo wengi sana, nao wanasubiri mvua. Kwa hii ni sehemu ya majaribio ya mwanzo, kwa sababu tafanya tathmini na baada ya miezi manj, sita ya chanzo cha maji, na kuna wengine pia tutawachimbia visima na kuwajengea mabwawa haya. Kwa hata wale ambao wanachimbia visima ambao tunaanza na visima mia tano visima hivyo ukisha vichimba, unaweka sosi ya maji nanii miundo miundombinu ya uhifadhi wa maji wa mfano hapa nyuma waweze kumwagilia mwaka mzima. Na tunategemea iwaguse sana wanawake na vijana ambao hawa ndo wanachangia sana kwenye kundi la mazao ya mboga mboga na matunda onirivu. Tuliwaita hapa kwanza tuwaonyeshe kitu gani kinafanyika, lakini pia katika kila jozi kila kikundi ambacho kitapewa miundombinu hii watapewa pia na kitabu kinachoonyesha matumizi ya ya, ya miundombinu hii, ni jinsi gani tutafanya maintenance, ni jinsi gani tunatakiwa tubadilishe oili lini na muda gani, na pia tutaendelea kutoa mafunzo mikoani kwa mafundi wa kawaida kabisa wa mechanics pamoja na VETA na kwenye jambo hili pia tumewachukua VETA tuponao ili tunapotoa miundo mbinu hii tuhakikishe inaendelea hata baada ya muda huu, ili kuwa na proper maintenance. Baadhi ya miundo mbinu mingi inakufa kutokana na kutokuwa na proper maintenance, lakini pia tunatumia programu hii kujenga uwezo wa vijana wetu wa ndani ya nchi hii, kwanza kusambaza na vifaa hivi vyetu tumeleta juzi, zitapelekwa kwa hawa wakulima elfu mbili mbili na tisini, ni elfu mbili mia mbili na sitini nane Fp mia mbili sitini na nane wakulima hawa hapo ni vikundi vya watu kati ya kumi na thelathini. Kila kikundi kinachofikisha watu kumi inapewa jozi moja. Jozi moja inajumuisha pampu ambao mtaiona hapa. Pira yenye urefu wa mita tano, pamoja na kifaa cha umwagiliaji kama mnachokiona hapo ambao kwa Kiingereza anaita sprinkler kwa Kiswahili ni kifaa kwa ajili ya unyunyizi wa maji kwa ajili ya mimea. Kwa, kwa wa hiyo Fi shilingi milioni tatu nukta tano aaa, kama ndani ya miezi sita tutakuja na awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya nne, kwa sababu hii ni awamu ya majaribio. Na mfumo huu umeandaliwa kwa kusikiliza wakulima mwezi wa sita mwaka jana tulitembea kwenye mikoa yote ambayo ina vyanzo vya maji kuwasikiliza wakulima, wanapenda waone nini tunaboresha kwenye umwagiliaji wao. Wakasema wanashukuru miradi mikubwa inayoendelea, lakini katika kipindi hiki miradi mikubwa inaendelea, wangeshukuru pia kupata, kupata, kupata vifaa ambavyo vingeweza kuwasaidia kumwagilia hasa ad kwenye, ma, ma, ma, kwenye, miradi kwenye mashamba ya mbogamboga na, na matunda kama ambavyo amezungumza katibu mkuu, tayari tulishafanya e, upekuzi na usanifu wa maeneo yale ambayo tunategemea kugawa vifaa hivi ambako ni ile mikoa ambayo ina vyanzo vya uhakika vya maji, na kama ambavyo amezungumza, kuanzia kesho tunaanza kuenda kuvigawa, na tayari magari kupitia kampuni ya Grova ambayo ndio wenye kazi hii, tayari magari yao wameshafikisha hivyo vifaa katika mikoa husika ile saba ya kuanzia lakini lengo la programu hii ni kuhakikisha tunakwenda nchi nzima, kama ambavyo amezungumza katibu mkuu, lakini kwa maana ya pilot hii ni mikoa saba ambayo tumeanza nayo. Wakati huo tunatengeneza seti nyingine ya mikoa ambayo itaendelea baada ya hii, lakini nimesema, yako maeneo mengi tunayotekeleza. Kuna swala la isho ya mifumo ya ugani, nafahamu tuna idadi ndogo ya, wa, ya maafisa ugani. Sasa ili kuweza kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata taarifa kamili ili kuongeza tija, ambayo ndio kipaumbele tunatumia mifumo ambayo ni ya kidijitali kuhakikisha kwamba e, wananchi wanapata elimu sahihi ili waweze kutumia zile pembejeo ambazo zinapatikana.